Naam. Nawaambia, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zetu mlioko katika mataifa ya ughaibuni na maanishani nje na nchi yetu ya Tanzania, ambao mnatufuatilia kupitia YouTube live na Insta live. Nawakumbusha tu kama hivi sasa tunapatikana na TikTok live.

nasikia sikia viji minong'ono. Eh, karibu yangu hapa, kuna watu wanasema ni nani u mwenye sauti nzuri tamu, lakini haizidi asali. nawambia sa mwingine bwana, mimi hapa mjukuu wa mtoro mtoto wa Ramadhani naendelea kupeperusha bendera yangu Tanzania namna hii katika viwanja hivi hapa vya Benjamin Mkapa. Siku nzuri kabisa ya leo unaenda kufanya eh, furaha yako na mali yako tuwe wote basi

tani zao ajadi. <laughs> Da, jamani, hapana. Kwa kweli komedia ni kabumbu. Aa, wana mwemwe mwemwe duzimo. Nikitazama kwa mbali kabisa ee, naona jukwaa la mashabiki ilikuwa limetaradadi vyema kabisa. Hakika nitakuwa mchoyo wa fadhila na simuingi wa hakisani nikiweza kuwavuka ndugu zetu basi, na kuwaeleza utaratibu eh, na safa zote ambazo zimeandaliwa katika uongozaji, au kuongoza gurudumu hili la mechi ya leo wetu mkali kabisa wa leo, lakini nikitazama kabisa kwanza pale katikati ambao anaenda kusimamia jukumu uh, zima la mchezeshaji wa mpira uh, wetu wa naona marezmen namba moja, kabisa pale kibendera. Huyu huyu mzee mzee ipo wanamuita Doto Magari Magari ah Magari. <laughs> Lakini nikitazama namba pili, naambiwa hapa bwana bwana bwana kuna daktari kumbuka. Na hakika leo ni mzee wa haki bwana. Watu weupe siku zote mambo yao sio meusi bwana, ehe lakini nataka nikutazamia na katika upande wa kamera zetu VAR kuna kina nani naambiwa, kuna kina misa misamisondo e, miso a misosondo hapa kwa sababu ya kutazama haki ya muziki na soka, lakini uh, upande wa komedia ni kabumbu, naambiwa hapa bwana, kuna bwana Mpoki kutoka the comedy, ah Poki, lakini akiwa ameandamana na zimwi yuko unani naunani bwana namuona sana katika sinema uh, zetu huku wanamwita mkwele wapo katika kutetea haki zao za comedy ni kuhakikisha eh, kamera zinatenda haki kabisa lakini nataka kurudi kabisa katika benchi la ufundi tuone kuna kina nani maana na safu imetaradadi ime itifaki imezingatiwa eh, nani hao wanaona security. kabisa amevalia mavazi yao meusi ya rotaradadi lakini nikitazama usoni hivi naona mbona sura anazijua, japo mgongoni kumeandikwa security, kifuani kumeandikwa security. Acha bana acha basi, e, si mwingine na mwana Mandonga, mtu kazi e? bila shaka ni mtu wa masumbwi huyu. Lakini nikitazama naona yuko na wenzie, ameambatana na J Plus pamoja na Sebastiani au alituchezea ile e, filamu ya, ya ya nini yamesukosuko ya kama tunakumbuka miaka ile lakini pia tukirudi upande mwingine naona wameambatana na wenzao na muona mwakinyo na muona twa Kiduku, eh, na muona mcheza masumbu wa zamani kabisa alikuwa akijulikana kwa jina la Matumla. I say itifaki imezingatiwa. Lakini inavyoona na vyombo vyetu vya ulinzi na, na usalama vipo imara kabisa mahala hapa, eh, kazi yake kuhakikisha, eh, wanatulinda wananchi raia yani pamoja na mali zetu. Hii ndiyo maana ya itifaki kuzingatiwa. Natazama kwa mbali jopo la madaktari naona limekaa vizuri kabisa, linaongozwa na mwigizaji wa kale kabisa hata Daktari Cheni, akiwa na madaktari wenzie. Jopo liko vizuri kabisa kuhakikisha siku ya leo hakuna mchezaji hata mmoja atakayepata majilaa e, pasi na kupata huduma ya matibabu kwa wakati ah. Siku ya leo najisikia raha mimi, najisikia utamu, mimi eh, kuna mipira ukonge moyo wako, naamini leo utacheka utakufa mbavu, lakini na maridadi kabisa lakini naona uh, safu imekaa vizuri kabisa wale walta nikitazama kwa mbali e, na muona dada yetu mtu um, mfupi um, anaitwa Tausi Mdegea sikosee yuko na wafupi kuliko yeye, ah. <laughs>

kumbe ni ndio maana halisi ya mashabiki eh, wa mpira hapa Tanzania, kunipachika jina au kunibatiza jina la King'ang'a, eh, mwana wa Ramadhani, mjukuu la mtolo. Mimi wananiita King'ang'a, ni King'ang'a, nang'ang'ania bana, najaribu kiatupa macho yangu, yani mbona inazizungusha vile kama, eh, macho ya mwewe, nageuza kushoto na kulia eh, nalitazama jukwaa kuu pale, kukutazamia kuna kiongozi gani ashafika, na muona kabisa president, eh, rais wa TFF huyo hapa, wanamwita Wallace Karia kuwa amekaa na tabasamu mheshimiwa eh, kuona vijana wasafi, lakini vijana wamekaa katika mazingira ya nidhamu kuhakikisha anatokea burudani. Sisi watazamaji ajaja ah, mwenyewe ajaja mwenyewe, amekuja amekuja na wa jimbo la Kigoma mjini, mheshimiwa baba Levo. Ah, ah, kia Mungu leo <laughs> mimi nisivunjike moyo, pengine siku moja nikapewa hata kiti cha kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, japo ni ngumu sana kwa elimu zetu za kuungaunga hizi. e, mambo mazuri kabisa, najaribu kutazama tena, lakini naona mpira wetu unataka kwenda kuanza rasmi sasa, jopo e, la waamuzi wakiendelea kutoa taratibu vizuri pale uwanjani, lakini naona kabisa kitambaa kinaenda kutolewa sasa e, Macho kwa kiwanja, macho kwa macho, tutupe macho uwanjani sasa. Ndio tazama live kupitia eh, YouTube live, kupitia Insta live na TikTok live, tunapatikana lakini tu live Benjamin Mkapa, tuna bweda wenzenu, wenzenu tunakula raha mwe eh. Eh, namna hiyo mpira wetu umeanza rasmi hivi sasa, lakini nikitazama ni naniambao ni Captain Ndaro eh